walam yusahih salatahu wala, salata, wala hakuisahisha swala yake yaani, asema pindi imamu akiwa hajui swala yake vizuri, akawa anakosea baadhi ya nguzo, ima suratul fatiha ama nguzo zingine, akawa amenasihiwa bana, nenda ukasome hii suratul fatiha, huijui, wala asinasihike, au taasaba au akashikamana kwa ubishi, tunaokereketwa liamrin khatain, kwa jambo la makosa, akashikamana jambo la makosa salatu bihi jambo ambalo kwamba sala inabatilika kwalo. Au kana fasida al aqida, la au huyo mtu akawa ni mmovu wa itikadi, akawa ni itikadi mbaya kal mujassimi, kama mujassim. Hawa watu ambao kwamba wanaitakidi Mwenyezi Mungu ni mwili wal mushabbihi, na mwenye kumfanisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, mawahabi tu kifupi. Fasa ta idhin, basi wakati huo

Je, yafaa kusali nyuma ya maimamu wa Makkah wale mawahabi? Jawabu mshalipata msikitini. Kwangu kuna mzee huyo ameng'angania msikiti, lakini suratu alfatiha haipati. Je, nafaa kuswali nyuma yake? Jawabu mmelipata, waswalatuhu fi beitihi, na sala yake katika nyumba yake, wahdahu, peke yake, au maa ahalihi, au pamoja na ahali zake, au auladihi

Uh, afdhal bora kujiepusha tu. fa inistataa akiweza ayusalli fi masjidin akhara, aswali msikitini kwingine, fayustahabu hilo linapendekezwa, wayataakadu alayhi, na inakokotezwa zaidi hilo. Ukiwa okay, unaweza kuwacha huu msikiti wa mtu wa bid'a au huu msikiti ambao kwamba kuna mtu baadhi ya sunani hazipati ukaenda okay, kuswali msikitini mwingine nakokotezwa, waila kama huwezi, fala usifanye.

mujalladu wanne sahifa ya mia mbili hamsini na tatu qad dhakarna hakika tumetaja, anna man yakfuru bibidaatihi ya kwamba, anna man yukafaru bibidaaatihi ya kwamba, yule mwenye kukufurishwa kwa bidaa yake, la tasihhu salatu waraahu, sala haisihi nyuma yake, wa man la yukafaru, na yule ambaye kwamba hakufurishi kwa bidaa yake, tasihhu sala, inasihi nyuma yake famimman yukaffaru basi katika wale ambao kwamba wanakufurishwa kwa, wana kwa bidaa zao, man yujassimu tajsiman sarihan, ni wale watu ambao kwamba wanamuitakidi Mwenyezi Mungu ni mwili, tena tajsima ambao kwamba iko wazi, kama mtu mwenye kuitakidi Allahu jismun kama Ibn Taymiyyah na wafuasi wake. Waqala al-imam al-qurtubi fi kitabihi tadhkar, namsema al-imam al-qurtubi katika kitabu cha tadhkar safha walsahihu na jambo ambalo kwamba ni sahihi, alqaulu bitakfirihi ni kuitakidi kwa kufurisha ni kusema na kuhukumu kwa kufurisha hawa watu wa tajsim, id la farqa bainahum, kwa sababu hakuna tofauti baina yao, wa baina ubadi lasnami, na baida ya wenye kuabudu masanamu, wa suwari na mapicha na masanamu. Fanasalu llaha taala salama, tunamwomba Mwenyezi Mungu usalama, wa wal mustaan na yeye mwenye, mwenye, mwenye kuombwa msaada wayajuzu, lilinsan, na inafaa kwa binadamu an yusalia nafla, asali sunna fi lmasjidi, katika msikiti idha kana waraahu amalun, pindi ikiwa baada ya swala ana kazi, wala yuridu dhahaba lilbeiti, wala hataki kwenda nyumbani kwake. Yaani mtu ikiwa umeenda kuswali msikitini na baada ya swala labda unataka kwenda kazini basi hakuna neno ukaswali sunna msikitini, kisha baada ya hapo kaendelea na shughuli zako. Fikiri fasuli ya leo imekuwa tumegusia masaili muhimu sana ambayo kwamba watu wengi wanakuwa wanaulizia mpaka hapa. Masaili yaliyobaki ni baadhi ya asila ambazo kwamba maulana Alimam Hasan bin Ali Assaqaf hafidhahu Llahu taala amezijibu, nazo ni asila ambazo kwamba ni muhimu sana insha Allahu taala.